Mwezi huu wa sita wilaya e, yetu hii hususan, ni wakazi wa Mbalizi tulikumbwa na janga ambalo sio geni uh, machoni kwa wananchi, na bahati nzuri wengi jana na leo ndio wamepumzisha wapendwa wao ambao walipoteza maisha ishirini uh, na nane. Sasa katika tukio lile Mheshimiwa Rais alitoa maagizo yaliyopelekea mkuu wa mkoa kutupa sisi maelekezo na hapa sasa tumekuja kufuatilia utekelezaji wa maelekezo yale pamoja na mambo mengine ya kibinadamu ambayo alifanya Mheshimiwa Rais. Aa, lakini moja kubwa ilikuwa ni kuhakikisha kutoa maagizo kwamba barabara hii ya bypass irekebishwe na imalizike haraka ndani ya siku tatu, ili barabara hii matumizi yake yaanze mara moja, itumike kama njia ya mchepuko kwenye eneo hili la mlima ambalo limekuwa lina changamoto ya mara kwa mara. Kwa hiyo wenzetu wa TANROADS waliingia kazini mara moja. Na leo tunaona tayari uh, utekelezaji huo umefanyika kwa kiwango kikubwa. Meneja wa mkoa atatuambia lini wanakamilisha na kama kuna changamoto yoyote tuone jinsi gani tunashirikiana kuikwamua kuhakikisha maelekezo yale yanatimizwa kwa asilimia mia moja, wananchi wapate barabara ya bypass, na maisha yaendelee bila changamoto yoyote. Shuka mpaka pale darajani ili sasa mkandarasi wetu aweze kuingia kazini kuanza kazi zoezi hilo limekamilika. Serikali imeshaleta fedha ipo Mbeya, na zoezi hilo litafanyika wiki hii. Kwa hiyo tunataraji baada ya wiki moja mkandarasi ataonekana site kwa ajili ya kuanza kurekebisha au kutengeneza barabara eneo lile, ili kuepuka adha hii ambayo tumekumbana nayo sisi wakazi wa wilaya hii. Karibu meneja. Mojawapo ya maelekezo ni kama walivyosema kwamba hii barabara ambayo ilikuwa inatumika kwa magari madogo ilikuwa sio, ipo kwa magari madogo na kosta gari ndogo ndogo za abiria sasa idotumike kwa ajili ya kubeba kwa ajili ya kushia magari makubwa. Kwa hiyo tunachofanya sasa hivi hapa, Mheshimiwa mkuu mkuu atuelekeza kwa kutufanya kazi kwa haraka, ili ruagizo iweze kutimilika kwa, kwa haraka zaidi. kwa baada ya maelekezo hayo sisi tumeanza tumeanza jana rasmi asubuhi na leo tunaendelea tumeweka vifaa vya kutosha, na magreda mawili na marola mawili, kuna kumwagilia maji pia mawili na vijana wangu wote na mimi mwenyewe niko hapa toka asubuhi tunaendelea kusimamia hilo agizo. Barabara hii ilikuwa na upana mdogo. Upana wake ilikuwa mita 5.5. Lakini tuipanua sasa hivi iwe mita 10. Ila magari makubwa kutoka ile ile kuzuri iliyotolewa, magari makubwa hizo kupishana kwa, kwa urahisi. Lakini baada hapo pia tutawekea changarawe. Changarawe sio kama ilikuwepo, ilikuwepo, lakini tuongezea, tuongezea zaidi ili iweze kuwa imara kubeba yale magari mazito ambayo tapita katika hii barabara kwa hiyo agizo linaendelea kutekelezwa kama mnavyoona. Ni imani yetu kwamba baada ya muda mfupi, kama nilivyosema, kuanzia siku tatu mpaka tano hii kazi akuwa imefika me, sehemu ambayo naweza tukaruhusu sasa so magari makubwa yaweze kupita. Anaitwa uh, mrakibu msaidizi wa polisi Hezron Mkangi uh, mkuu wa salama barabarani mkoa wa Mbeya uh, na kaimu nafasi ya ratio kwa sasa uh, kwa jumla kwanza, tuko na mheshimiwa mkuu wa wilaya wetu, tunampa pole Aa, kwa changamoto iliyotokea ya kupoteza wananchi wengi ambao ni nguvu kazi ya taifa letu. Kwa ajili ya taifa letu inataka nguvu kazi, naapoteza, lakini maelekezo kama ambavyo mheshimiwa mkuu wa wilaya ameshatoa kwamba tuna hayo jukumu kubwa la kusimamia uli, usalama barabarani, hivyo sisi kama maelekezo haya ambayo yashatolewa tulishaanza jana. Uh, kwamba tuanze kusimamia kwa kupitisha magari masaa ishirini na nne kwa kuyapishisha kabla barabara hii hajatimia, lakini jukumu kubwa sisi kama wasimamizi wa sheria ni kuendelea kusimamia sheria kwa madhubuti. Hatutamuonea dereva yoyote mwari, ili kuhakikisha kwamba maisha ya Watanzania yanalindwa wakati wote. Sisi tumejipanga kuhakikisha changamoto hizi zisirudiwe, zisijirudie tena kwa sababu Mheshimiwa Rais wetu anatumia nguvu nyingi kutafuta resources na kutuboreshea miundombinu kuboreshea maslahi yetu kwa ajili ya kusimamia na kulinda maisha ya Watanzania. Sasa sisi kama jeshi la polisi usalama barabarani mkoa wetu wa Mbeya, ni wajibu wetu ni kusimamia yale malekezo yake, kuhakikisha Watanzania katika eneo letu hili wanapita wakiwa salama salimini. lakini si wito wangu kwa madereva na watumiaji wote wa barabara, tushirikiane, panapoonekana changamoto, inapotokea tuchukue mahatua madhubuti mapema Ajali iliyotokea siku zile ni namna moja au nyingine inaweza kuwa ni uzembe madereva wetu. Kama wangechukua hatua, kwa dereva ule wa kujiami, maisha tungeokoa maisha ya Watanzania. Sisi jeshi la polisi tunaomba wito, kwa sababu usimamizi wa sheria sometimes inaweza kuwa sio, hatuko sehemu zote, lakini tukichukua elimu tunayotoa kila siku, tukichukua hatua mapema, tukiangalia mbele, tukitabiri jambo linaloweza kutokea mbele, tukaamua mapema iwezekanavyo. Tunaweza kuepusha ajali. Udereva wa kujiami inaweza kutusaidia kuokoa maisha ya Watanzania wengi ambao wanapotea bila sababu sababu zote za msingi. Kwa jumla sisi tuko tamamu kutekeleza kwa ajili ya kutekeleza maelekezo ya serikali, tuko kutekeleza maelekezo ya mkoa, tuko tamamu kutekeleza maelekezo ya wilaya kuhakikisha mkoa wetu wa Mbeya inakuwa shwari. Tumeendelea kujitahidi hivyo, changamoto zimetokea lakini hatutaacha kukaza buti kuhakikisha matumaini ya Watanzania kupitia jeshi letu la polisi usalama barabarani inadumishwa wakati wote. Barabara hii ni mwa arobaini kwa sababu itatenganisha matumizi. E, ajali tunajua kwamba pamoja na usimamizi ajali inaweza ikatokea, ndio maana mikakati hii ni njia mojawapo ya kuweza kupunguza ajali. So it means kwamba kuweka kwa, kwa, barabara itatofautisha watumiaji wa barabara hasa za magari madogo na magari ya abiria na malori ambayo ime malori ikitokea ajali inaweza kaleta madhara makubwa kama ilivyotokea, lakini barabara hii itakuwa ni mwarobaini mkubwa sana kuhakikisha eneo letu itakuwa salama wakati wote. Jina anaitwa Deo, Deo Kasekwa, ni mkazi wa huku huku. Hii barabara kwanza itatusaidia kuondoa foleni, lakini itakachosaidia zaidi, kwa sababu kuna magari ya, ya, kuna kuwaga na ajali kum inayotokana na magari yale ya mizigo pamoja na abiria. Kwa hiyo ikijengwa iki hii barabara itasaidia hata endapo inatokea kule ya magari yamefunga njia, mfano imetokea ajali, ni barabara ambayo inasaidia kutoa na kuondoa foleni, lakini pia ita, itaongeza hata uchumi wa watu ambao wako ukanda huu huku, kwa sababu ikiwekwa lami itakuwa ni kiunganishi, mtu anaamua aidha apite kule au apite huku.